Nazungumza na, na meneja habari na mawasiliano Ali Shaban Kamwe, atupe ripoti kamili ikiwa leo ni mainazwani, nini kinaendelea kwenye timu yetu na kipi unapaswa kuexpect wewe mwananchi kutokea huku kwetu sisi. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam. Unanitisha ah, ndio kama salamu. Sasa mimi Fresh. <laughs> Eh. Bwana yeah. Mshukuru Mwenyezi Mungu bwana mm. Uh, kila kitu kiko sawa mm. Leo ni minus 1 mm. Kwa lugha ya mpira ni siku moja mm. Kabla ya match day siku yenyewe mm. ya mchezo mm. Na leo ni official training. Tumekuja kwenye uwanja ambao tutakuja kucheza mchezo wetu mm -hmm. Kitu kimoja ambacho Wanayanga wanatakiwa watuamini, yeah. pichi iko safi. pichi yenyewe yeah. gas yenyewe yeah. yaani, Mungu atuamshe salama atupe mm -hmm. afya njema mm -hmm. waendelee kutuombea dua mm -hmm. kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo mm -hmm. kwa aina ya mwalimu tuliyokuwa nayo mm -hmm. Kesho hapa pata zungumzo vibaya. Ah, mazungumzo yatafanyika hapa. Makubwa mno. mno. Na uzuri kocha ameshazungumza mm. Leo kwenye press conference mm. Unachukua watu wangapi uwanja? 1250. 1250 Tiketi yeah. zinauzwa 1045 mm. Watakaoingia huko ndani wote kocha mm. Akasema anafuata nini hapa? Kuangalia mpira. Na mpira na anafuata nini ya? Kucheza huo mpira wenyewe <laughs>